Jina langu ninaitwa Anet Komba ni, ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania. Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuanza kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wake. Niseme tu kwamba tumeshuhudia mafanikio mengi, maendeleo makubwa, na ninaomba nitumie nafasi hii kutaja mafanikio ambayo tumeyashuhudia katika Taasisi ya Elimu Tanzania. Taasisi ya Elimu Tanzania ni taasisi ambayo inatekeleza majukumu makubwa manne. Na ukiyatizama kwa dhati kabisa majukumu haya katika kipindi cha miaka minne unaweza kuelezea mafanikio kadhaa katika kila jukumu. Nitaanza na jukumu la msingi la kwanza la taasisi ya Elimu Tanzania. Jukumu hili ni kubuni, kuandaa na kuboresha mitaala ya elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari na elimu ya ualimu. Katika kipindi cha miaka minne cha uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia maboresho makubwa ya mitaala ya ngazi hizi za elimu. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani tu, siku ya kwanza, akianza kuwapisha viongozi ambao alikuwa amewateua alitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Elimu, tupitie mitaala yetu, tuhakikishe kwamba tunaiboresha na kuhakikisha kwamba tunakuwa na mitaala inayolenga kutoa elimu ujuzi kwa wahitimu wote. Mheshimiwa Rais ameweza kuipatia Taasisi ya Elimu Tanzania fedha za kuweza kufanya maboresho haya makubwa ya mitaala. Tulipokea takriban shilingi bilioni sita ambazo zilifanikisha kufanya maboresho makubwa ya mitaala ya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu. Kwa hiyo, kwa sasa tuna mitaala ambayo tunaweza kuisema ni mitaala ya kisasa kabisa, inayoendana na wakati, ambayo imelenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na wahitimu katika kila ngazi ya elimu wanao hitimu uh, wakiwa na ujuzi wa kuweza kumudu maisha yao, kuweza kujiajiri, kuweza kuajiri wengine lakini pia kuweza kuajiriwa wakiwa na umahiri stahiki. Kwa hiyo tumeboresha mitaala yetu ya ngazi ya elimu ya awali. Nafikiri sote tunafahamu, kwa mfano mitaala ya elimu ya awali sasa hivi imebeba vitu vichache ambavyo vinalenga kumwandaa mwanafunzi kuweza kujiunga na darasa la kwanza, lakini uh, kwa kwa uhakika zaidi, ngazi hii ya elimu imejikita katika kujenga stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Baada ya kuboresha mitaala hiyo tunaenda kwenye kazi ya pili ya Taasisi ya Elimu Tanzania ambayo ni kuandaa vifaa saidizi vya kutekeleza mtaala. Vifaa hivi huwa ni vingi, viko vitabu, miongozo ya mwalimu, viongozi vya mwalimu uh, vifaa vya kiteknolojia, tunaandaa maudhui pia ya kidijiti. Baada ya kuboresha mitaala hii, katika kipindi cha miaka minne, Mheshimiwa Rais ameipatia Taasisi ya Elimu Tanzania fedha za kuweza kuandaa vifaa vya kutosha kwa ajili ya kutekeleza mitaala iliyoboreshwa. Kwa hiyo uh, tangu tuboreshe mitaala taasisi imekuwa ikipokea takriban shilingi bilioni sita kwa ajili ya uandishi wa vitabu. Kupitia fedha hizo, taasisi imeweza kuandika vitabu vya kiada kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili kwa ngazi ya elimu ya awali na msingi kwa yale madarasa ambayo yameanza kutekeleza mtaala ulioboreshwa, na madarasa haya ni darasa la awali, darasa la kwanza, darasa la tatu, darasa la nne kidato cha kwanza, mkondo wa jumla na kidato cha kwanza na cha pili, mkondo wa amali, na tunataraji katika mwaka huu wa fedha tutaanza kutekeleza mtaala ulioboreshwa wa kidato cha tano. Lakini pia tumeweza kupata fedha ya kuandaa vitabu kwa ngazi ya elimu ya walimu. Niseme tu kwamba tangu tupate uhuru Taasisi ya Elimu Tanzania haijawahi kuandaa vitabu vya kiada kwa ngazi ya elimu ya walimu. Lakini katika kipindi hiki cha miaka minne tumepokea fedha na tumeweza kuandaa vitabu vya kiada vya ngazi hii ya elimu na vitabu hivi vimechapishwa na kusambazwa kwa uwiano wa kitabu kimoja mwalimu tarajali mmoja. Sasa nikienda kwenye kazi ya tatu ya Taasisi ya Elimu Tanzania ambayo ni kazi ya kutoa mafunzo endelevu kwa walimu kazini, katika kipindi hiki cha miaka minne tumeweza kutoa mafunzo na kuwafikia walimu takribani wote, ili kuhakikisha kwamba wanapata umahiri wa kuweza kutekeleza mtaala huu ulioboreshwa. Kwa mfano nikielezea katika mwaka wa fedha 2023 2024 tulivyoanza kutekeleza mtaala, taasisi ya elimu Tanzania ilipokea fedha ambazo ziliiwezesha kutoa mafunzo kwa walimu wote wa ngazi ya elimu ya msingi pamoja na awali. Na mafunzo haya yalijikita kuwaeleza ni nini kimeboreshwa kwenye mtaala kuwapa mbinu uh, mahiri za kuwawezesha kufundisha kuwafundisha namna ya uh, kuchopeka matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji na kadhalika. Kwa hiyo tuliweza kuwafikia walimu wote na kuhakikisha kwamba wanaweza kuelewa nini kimeboreshwa ili waweze kutekeleza mtaala huu kwa umahiri. Tangu tuboreshe mtaala na katika kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais, tumekuwa tukipokea takriban bilioni 11.6 kwa ajili ya utoaji wa mafunzo. Sasa katika kazi hii pia tumejaribu kuingiza matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ufundishaji. Kama ambavyo nimesema, tumefanya maboresho makubwa ya mitaala. Moja ya maboresho hayo ni kuhakikisha kwamba tunachopeka TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka minne, Taasisi ya Elimu Tanzania pia imeweza kutumia kwa kiasi kikubwa TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji, na hii nitahitaja katika maeneo makubwa matatu. Kwanza, tumetumia TEHAMA katika usambazaji wa vifaa vya kielimu. Tumeandaa maktaba mtandao, inaitwa TIE e-library ambayo inapatikana bila kuhitaji bando la internet. Maktaba hii imepakiwa vitabu vyote vya kiada kuanzia elimu ya awali kidato cha sita mpaka elimu ya walimu, lakini pia ina vifaa vyote vya kufundishia na kujifunzia vikiwemo mitaala, mihtasari na maudhui ya kidijiti. Uh, katika kipindi hiki cha miaka minne pia tumeweza kurekodi vipindi mbalimbali uh, vya television ambavyo pia tumevipakia kwenye maktaba yetu. Kwa hiyo uh, kwa upande huo niseme tumeweza kupata mafanikio makubwa ya kuhakikisha matumizi ya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji, lakini pia katika kutoa mafunzo mafunzo ya walimu uh, mafunzo endelevu ya walimu kazini. Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais aliwapatia walimu wote uh, vishikwambi. Kwa hiyo tumetumia nafasi hiyo kuweza ku, kuandaa mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji wa walimu kazini ambao unaitwa Learning Management System. Mfumo huu umepakiwa moduli mbalimbali mbali, umepakiwa matini mbalimbali mbali ya kuwawezesha walimu kuweza kujifunza wenyewe, kujifunza mbinu mpya na kuhakikisha kwamba kila siku wanakuwa uh, wa kisasa katika kutekeleza mitaala. Mfumo huu unapatikana pia bila matumizi ya intaneti na tunaendelea kuwahimiza walimu waweze kujisajili ili waweze kupata moduli na matini mbalimbali mbali ya kuweza kufanikisha ufundishaji wao, lakini pia uh, Taasisi ya Elimu Tanzania katika kipindi hiki cha miaka minne kwa upande wa teknolojia pia tumeweza kusimika madarasa janja matatu darasa janja moja aliko hapa Taasisi ya Elimu Tanzania na darasa janja hilo nalo hutumika kutoa mafunzo ambapo walimu takriban 350 huweza kujiunga kwa pamoja, na mwezeshaji huwa yupo Taasisi ya Elimu Tanzania anatoa mafunzo, na walimu popote walipo wanaweza kuyafuatilia. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa katika matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji, na nafikiri tunakumbuka sote kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa akisisitiza sana matumizi ya teknolojia katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya kiserikali. Kwa hiyo, kwa upande wetu tumeweza kutumia teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Katika kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Taasisi ya Elimu Tanzania imekuwa ikipokea fedha za uchapishaji wa vitabu vya kiada na usambazaji. Sasa labda niongelee, nitoe mifano michache tu kwamba tangu tuboreshe mitaala, Taasisi ya Elimu Tanzania imekuwa ikipokea wastani wa takriban shilingi bilioni 24 kwa mwaka kwa ajili ya uchapaji na usambazaji wa vitabu vya kiada kwa madarasa yale ambayo yameanza kutekeleza mtaala ulioboreshwa. Na fedha hii imetumika kwanza kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata haki sawa ya elimu. Uh, niseme kwamba uh, mheshimiwa rais amesisitiza sana kuhakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum nao wanapewa nafasi ya kuweza kupata elimu, na kupitia fedha hizi tumeweza kuchapa vitabu vya maandishi ya braille ambavyo hivi tunavisambaza kwa uwiano wa vitabu vitatu mwanafunzi mmoja, lakini pia tumeweza kuchapa vitabu vya maandishi yaliyokuzwa kwa wale wanafunzi wenye uone hafifu. Na ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa nao hawaachwi kidijitali, vitabu hivi vya braille navyo vimeweza kupatiwa application ambayo inawawezesha watoto kuweza kuvisoma, wale watoto wasioona waweze kuvisoma kwa kutumia teknolojia. Kwa hiyo nao wanafunzi wenye mahitaji maalum pia wamefikiwa katika matumizi ya teknolojia. Kwa mwaka wa fedha 2021-2022 tulichapa nakala takribani milioni 12.1 ya vitabu vya kiada ngazi ya elimu ya awali na msingi, lakini mwaka 2022-2023 tulichapa nakala takribani milioni 14.9 na mwaka 2023 2024 tulichapa vitabu takriban milioni 14.9 na kwa mwaka 2024 2025 tumechapa vitabu takriban milioni 16.7. Kwa hiyo ukiangalia takwimu hizi utaona kwamba vitabu hivi vimeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Ukiangalia vitabu vya kiada elimu ya sekondari ngazi ya chini na ya juu, yani kidato cha kwanza mpaka cha sita, kwa mwaka wa fedha 2021 2022 tulichapa nakala takriban milioni 5 na kwa mwaka wa fedha 2022 2023 tulichapa vitabu milioni 6,598,314 na kwa mwaka wa fedha 2023 2024 tulichapa vitabu takriban milioni 8,643,634. Kwa mwaka wa fedha 2024 2025 tutachapa vitabu milioni 9,902,102. Kwa hiyo utaona namna ambavyo vitabu hivi vimeendelea kuongezeka kila mwaka. Tunamshukuru sana na kumpongeza sana mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hasani, na nilisema kwamba kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania tumeweza kuchapa vitabu vya kiada vya elimu ya ualimu. Idadi ya vitabu hivi ni laki moja arobaini na tisa elfu mia sita na tano na ambavyo vilisambazwa kwa uwiano wa kitabu kimoja mwalimu tarajali mmoja. Sasa nikienda katika jukumu lingine la msingi la tai ni kufanya tafiti na kuweza kutoa ushauri kwa serikali na wadau wengine ili kuhakikisha kwamba tunafanya maamuzi ambayo yanajulishwa, yana na uh, ushahidi wa kiutafiti. Katika kipindi hiki cha miaka minne, uh, kupitia mahusiano mazuri ambayo yamejengwa na rais wetu na nchi nyingine, uh, Taasisi ya Elimu Tanzania imeweza kushirikiana na nchi mbalimbali mbali kufanya tafiti Mbali mbali. Nitataja tafiti kubwa tatu ambazo Taasisi ya Elimu Tanzania sasa hivi inazifanya. Kwanza tunafanya utafiti na wenzetu wa Aga Khan University iliyoko hapa Tanzania, Cambridge kiliopo UK, na Taasisi ya Elimu Tanzania tunafanya utafiti kuangalia mafunzo endelevu ya walimu kazini, namna gani uh, tunaweza kutumia teknolojia rahisi kuwawezesha walimu wote nchini kupata mafunzo mafunzo endelevu endelevu ya ya walimu kazini, na tumeweza kufanya tafiti, tumepata matokeo mbalimbali ambayo tutayatumia kuboresha utoaji wa mafunzo endelevu ya walimu kazini kwa kutumia teknolojia. Lakini pia Taasisi ya Elimu Tanzania inafanya tafiti kwa kushirikiana na vyuo vikuu viwili vilivyoko uh, nchini Marekani, moja wapo ya chuo hicho ikiwa ni Georgetown. na tunafanya pia utafiti wa kuendelea kuangalia namna bora ya kuhamasisha walimu kuweza kutumia teknolojia uh, katika kupata mafunzo endelevu uh, ya walimu. Tafiti zote mbili zimejikita kuimarisha utoaji wa mafunzo kazini kwa walimu. Na kwa nini tumejikita kwenye eneo hilo? Tunaamini kwamba ubora wa mwalimu ndio unaoeleza ubora wa elimu ya nchi. Kwa hiyo, tunataka kuhakikisha kwamba walimu wetu muda wote wanapata mafunzo bora wanaelewa namna bora ya kutekeleza mitaala na kufanya, tuna imani kwa kufanya hivyo, tuna imani kabisa kwamba hii itaboresha matokeo ya wanafunzi wetu. Na pia kupitia ushirikiano ambao umeimarishwa na Mheshimiwa Rais, Taasisi ya Elimu Tanzania inashirikiana na nchi ya Korea ya Kusini kufanya tafiti na kutoa vifaa mbalimbali vya teknolojia ambavyo vimelenga kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi na walimu na mpaka sasa katika kipindi hiki cha miaka minne tumeweza kugawa vifaa hivi katika shule takribani sita na tunaendelea shule hizi zimepata vifaa kabisa vifaa vya, vifaa vya kisasa teknolojia vikiwemo kompyuta printa na vifaa vingine vya teknolojia vya kisasa kabisa ambavyo vinalenga kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji katika hizi shule zote sita Kupitia ushirikiano huu tumeweza kufungua kompyuta laboratory ambayo ina vifaa hivyo vya kisasa. Tumeshuhudia ongezeko la ufaulu katika shule hizi kutokana na uh, uh, kuimarisha matumizi ya tehama katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo uh, kwa kifupi niseme kwamba tunaendelea tunaendelea, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na Taasisi ya Elimu Tanzania tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu yetu kwa umahiri mkubwa, ili kuhakikisha basi zile ndoto za Mheshimiwa wetu Rais za kuwa na wahitimu wa, wenye ujuzi wa kuweza kujiajiri wa kuweza kuajiriwa wa kuweza kumudu maisha yao au kuweza kuajiri wengine zinatekelezwa.